Karibu sana mpendwa mtazamaji wa MAM Media katika kipindi cha majibu ya Biblia kwa maswali yako. Katika dunia hii wanadamu wanakuwa na maswali mengi ambayo wanajiuliza, lakini habari njema ni kwamba Biblia inakuwa na majibu. Swali mojawapo ya maswali ambayo huwa zinakuja ni kifo, maana yake nini? Ni nini maana ya kifo? na ninakuwa na furaha ya kumkaribisha mwalimu Celeste ambaye atakupitisha katika maandiko matakatifu na kukupatia majibu ya Biblia kwa swali hilo. Karibu sana mwalimu. Na shukuru sana kwa kunialika katika kipindi kizuri hiki, na nipende tu niwakaribishe na kuwakaribisha wasikilizaji wetu kutoka mbali, wale wanaotutazama na kuwatakia mchana mwema. Na tutajaribu kujibu kadiri Mungu atakavyoongoza. Asante sana, na mbele ya kuingilia mada moja kwa moja, nikukaribisha tupate kushukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni. Tazama, tumekutanana hivi ili tupate ku share neno lako kwa watu wako. Tunaomba maneno haya upate kuyavuvia, Roho wako mtakatifu ajaze ya, ya na yakifika kwa watu yapate kubadilisha mitazamo yao yabadilishe imani yao, yabadilishe tabia zao. Tunaomba katika jina la Yesu, amen, amen. Karibu sana mwalimu na, naomba utueleze ni nini maana ya kifo. Kifo maana yake nini? Asante, unajua hili ni swali nyeti tena swali ngumu sana. Ndio. Na itaomba tuende taratibu, tulijibu taratibu. Ukienda haraka haraka, ndio kifo ni tofauti na kuishi. Mtu yule ambaye amekufa ina maana haishi tena. Kifo ni kontreri ya kuishi kinyume, opose kinyume, yaani kuishi iko pale na opoze yake ki kinyume chake ndicho kifo. Ndia. Na Mungu pekee ndiye anaweza kutolea majibu kuhusu swali hili na majibu haraka haraka yanapatikana katika Biblia. Ndia. ni mwalike mtazamaji mwenzangu, tuandamane pamoja nawe katika kile kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo ndio, na tunaenda moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili na tutasoma aya ya kumi na saba lakini hmm, hapa kwanza ni mazingira. Mungu kisha kuumba mambo yote yeah, akamuumba mwanadamu. Kuna watu ambao wanazoea sema kifo kiliumbwa, na swali ambalo mimi nawauliza ni hili Sababu, tunajua Mungu aliumba kwa siku sita, kifo kiliumba kwa siku ya ngapi? Maana yake Mungu hakuumba kifo, Mungu hajawahi kuumba kifo. Naomba utusomee, tusikie mambo yote, unaweza soma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa kumi na saba mpaka wa makumi tatu na moja, ni pale ndiko anatia orodha ya vitu vyote viliumbwa. Yeah. sasa kifo ni matokeo ya uasi. kifo ni konsekansi ya kuvunja kauli ya Mungu, amri ya Mungu. Sikiliza, ndio kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya kumi na sita na kumi na saba Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa hakika. hmm. Hapa ndipo mahali pa kwanza ambapo amezungumzia kifo katika Biblia. Ni kisha uumbaji, mtu amepewa mambo yote, aishi, ale, atawale. Na sasa Mungu akampatia na amri yake akasema, ukaishi sawasawa kanuni yangu, utaishi milele, lakini ukiasi kifo kinakupata. Kwa hiyo kifo kinatokea kwa uasi wa amri ya Mungu, na ndio maana kimetupata mpaka siku za leo. Ndiyo. hasa kile ndicho kifo, yaani uasi, na kadiri watu wataendelea kuwa waasi, matokeo ya uasi ni kifo. Sikiliza kitabu cha Warumi, twende katika kitabu cha Warumi, utasikiliza hapa andiko la maana sana ambalo ninapenda na wewe nyumbani kule unichukue, na hasa uwe ukilisoma sura ya sita haya makumi ya makumi makumi mbili na tatu, makumi mbili na tatu yake inasema yafuatayo mm -hmm: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti ndiyo, lakini zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo bwana wetu amen. Mshahara mm -hmm. wa dhambi ni kifo. Katika kiswahili kingine bili ndo wangeandika mshahara mm -hmm, ukitenda dhambi utapata mshahara, kila kazi na mshahara wake hasa mshahara wa dhambi ni kifo hasa. Unapokufa umevuna matukio ya dhambi. Ndio maana tukasema tangu zamani kifo kimetokana na dhambi. Sasa kuna vitu vingi mpaka leo ambavyo watu huwa wanajiuliza hasa kifo, mtu anapokufa nini kinatokea hasa. Ndio sababu itakuwa vizuri kuzungumzia hata hili swali tuangalie ni namna gani kifo kinatokea. Lakini mbele ufike hapo, mwalimu, nimesikia kuna maswali mawili ambayo hauwezi kutenganisha mm -hmm. swali la kwanza ni maana ya kifo ndiyo, na swali lingine ni kifo kilitoka wapi. Aha, umejaribu kuyaweka fasi moja ah, maana ya kifo na kifo kilitoka wapi. Haya, hmm. na acha nirudie ili kwamba watu waelewe, nipime itenganishe kidogo. Kifo ni kutoishi tena mtu anapokufa haishi, ni opoze ya maisha. Kilitoka wapi? Kilitoka katika uasi. Ni vitu vile viwili ndivyo ambavyo vimeleta kifo katika ulimwengu huu. Kifo ni kutokuishi na kimetokana tu na ule uasi ambao umetendeka hapo, imewekwa sawa. Sasa kilitoka wapi, ndilo jibu ambalo natoka kujibu sasa. Kilitoka katika uasi, uasi, kilitoka katika uasi. Sasa ningependa usi tuzungumzie kinatokia namuna gani? A wow. sababu mpaka leo kama kuna swala ambalo watu wameshindwa kulielewa ni hilo. Hivi hapa siniko hapa rafiki yako ndiyo, na tunakaa hapa vizuri. Bahati mbaya nikikufu, unaweza niogope ninakimbia. <laughs> <laughs> Unaona, ndiyo. Sasa swali la kujiuliza unaogopa nini? Ninakuona, rafiki yangu alimpoteza mzazi, mm, na sasa ikafika wakati akamlota nikamuuliza akaniambia, ni ndoto mbaya. Sasa ile ni ndoto mbaya, akasema nilikemea. <laughs> Unaona, sasa watu hawajaelewa kifo ni nini? <laughs> na ndio maana wanakiogopa mpaka pale. Kwa hiyo ili uelewe kifo kinatukia vipi, inaomba kwanza ujue mtu aliumbwa namuna gani, uhai unatengenezewa na nini. Ndio na mpenzi msikilizaji nikualike tu katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya saba tuangalie ni namna gani mtu ametengenezwa, na ile itatusaidia kujua ni namna gani huyu mtu sasa anafariki. Utatusomea kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya pili na mstari wake ni wa saba. Ndiyo tunasoma katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya nchi, akampulizia pumzi ya uzima ndani ya pua yake. mm -hmm. na moto alikuwa nafsi hai. Aha, unaangalia mm -hmm. Mungu anamuumba mtu kwa mavumbi ya nchi kisha anapulizia puani pumzi ya uhai. Ndio. na mtu akawa nafsi hai pale. tunaweza fanya matematiki, ndio kidogo tu na usiogope, haiko maende gani. Watu wengi hawapendi matematiki, ni nyepesi, usiogope kabisa, ni matematiki kidogo tu uh, Mungu anatengeneza mtu kwa mavumbi ya ardhi, yeah. Udongo anapulizia pumzi ya uhai, mtu anageuka nafsi haya. Matematiki ile ambayo tutafanya ni hii, mm. mavumbi ama udongo, yeah. please kujumlisha kujumlisha. Mm. Unaongezea pumzi ya uhai mm. Inakupatia nafsi hai. Hapa napenda tusikilizane vizuri, maana yake nafsi hai ndo mtu, ndo maana yake. Unaelewa vizuri, mwili, ile mavumbi yenyewe, haiko mtu, haiko mtu, maana ni kifo, hauko tena mtu, ndio. Unaona, sasa udongo unaongeza, unajumlisha pumzi ya uhai , sasa mtu anakuwa nafsi hai, na hapo tunasema mtu yuko hai. Na mtu yuko hai sasa, maana ya kukufa ni kinyume cha hai ki, sasa mtu kufa, kufa, mm. ni pumzi kutoka, ndiyo. Na sasa udongo unabaki pale, vinatengana, udongo unatengana na ile pumzi ya uhai na sasa wanasema ule mtu amekufa na Nipende tu ni ongeze kitu kidogo hapa. Ndio. Mbele tuingie katika maandiko. Ndio. Mtu hana nafsi hai. Mtu hana nafsi hai. Hapana. Ah, tueleweshe vizuri mwalimu. Mtu ndio nafsi hai. Mtu ni nafsi hai. Ndio. Lakini mtu hana nafsi hai. Nafsi haiko kwa kitu kile Mungu alikiata mmoja. Haiko kiungo cha mtu. Haiko kiungo cha mtu. Ah. Nafsi ndio mtu mwenyewe. Ndio na nipende nihakikishe hii katika maandiko, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka. Mpendo mtazamaji, tukukumbushe kwamba ni kipindi cha Majibu ya Biblia kwa Maswali Yako. Unapoona mwalimu anatafuta andiko, ni kwamba anataka Biblia ndiyo ikujibu, sio maneno yake tu, lakini anathibitisha kila neno kwa maandiko matakatifu umesema kitabu ni cha ni cha Mwanzo, ni kitabu cha Mwanzo. Basi turudie mwanzo Mwanzo ni kitabu cha kwanza cha, cha, cha Biblia, Biblia. Na kiliandikwa na Musa Aha. Ndiyo, mstari wa makumi mbili na tano na Mwanzo makumi nne na sita inasema, ndiyo tunasoma katika jina la Yesu Kristo, barikiwa. Hawa ni wana wa Bilahi ambaye Labani alimpa Raeli binti yake mm -hmm. Na hawa ambao alimzalia Yakobo mm -hmm. Nafsi zote walikuwa saba. Nasikia? Ndiyo. Nafsi zote walikuwa saba. Nikisema hesabu ya wale wana zinahesabiwa kama nafsi. Ndiyo. Kila mtoto, kila mtu ni nafsi. Ah, imekaa vizuri. Sasa ninajua kuna watu ambao wanasema angepana maandiko mawili matatu ingekuwa vizuri. Ndio. Tusome shairi linalofuata, nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo kwa Misri walikuwa kwa viuno vyake zaidi ya wake na wana wa Yakobo, nafsi zote walikuwa kumi. Samahani. nafsi zote walikuwa makumi sita na sita. Unasikia? nafsi ambazo zilizaliwa na Yakobo ndiyo walioenda naye kule, ndiyo zote walikuwa wangapi? wali wa, makumi sita na sita na sita. Unaona sasa, kumbe nafsi ndio mtu, mtu ni nafsi, mtu ni nafsi na nafsi haiko kiungo cha mtu. Aha. Sababu hapa wangesema ingekuwa kiungo <laughs> hawangeitumia hapa ndiyo, lakini nafsi ndio mtu, inakaa sawa, mtu ndio nafsi na mtu hana nafsi. Asante sana mwalimu wetu, umeiweka sawa, umetuelezea kifo maana yake ni nini na kifo kilitoka wapi. Nikushukuru mpendwa mpendo mtazamaji ambaye unatufuatilia. Inawezekana unakuwa na swali au kitu cha kuongezea au maoni, au unaweza kusema mimi sikubaliani na mwalimu huyo. Unaweza kutuandikia kwenye comment au commentaire na tutakusoma na bila shaka mwalimu atarudi kukujibu. Mungu akubariki sana. Amina.